Haleluya watu wa Mungu eh, Paschal Kasian umerudi kwenye kuhubiri injili wa, lakini kwa asilimia kubwa umetuacha kwenye sinto fahamu nyingi sana, umetuacha kwenye njia panda kiasi kwamba hatuelewi kinachoendelea mpaka sasa kwa ajili yako. Lakini nimeona umerudi moja kwa moja kwenye kwanza kukemea watu kuanza kuhubiri injili wakati bado unahitajika kutueleza ama kueleza jamii ama watu yaliyokuwako na yaliyopo mbona? Sifue sana yali, yaliyokuwako yaliyopo, na yatakao kuja ni yapi? Kwa ajili yako umerudi kuhubiri injili, ni kweli, lakini nakwambia kwa asilimia kubwa utaonekana mnafiki kwa asilimia zote, maana umeanza kuja kuja kwa kutetea akina polepole na wengine wote lakini haujatengeneza ipasavyo. Umetufanya wengine tuamini kwamba ni kweli umefanya, lakini sijaamini moja kwa moja, lakini kwa sababu ya kwaya haya ambayo yanaendelea na usanii ulionao mpaka sasa, kwa asilimia zote utanifanya nione kwamba huduma ulionayo ni feki kwa asilimia zote. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao waga waamini kwa urahisi sana mimi Paschal, nilianza kufuatilia muda mwingi sana lakini sijawai kukuamini kwa asilimia mia moja. Hapana, sijawahi kukuamini kwa asilimia mia moja. Kwa nini? Moja kabisa mvalio, mvalio na mengine yote ambayo, ambayo wanaona kwako, mimi sijawai kukuamini kwa chochote kwa asilimia kubwa ila six. Leo wasiongelea leo hayo ya huko nyuma, inaongelea yaliopo. Umetoa wimbo <coughs> ambapo ndani ya wimbo huo umehubiri soata ubiri, ubiri. Umeimba dunia, umejaza dunia kwa wimbo wako, mpo dunia ndani yake, ulikuwa unapinga mwanamke asivae suruali. Waimbaji wa gospel ambao walikuwa ambao ambao ambao amba ni wanawake wanaovaa masuruali, ulikuwa unawasema, iweje leo video zako ziwepo wanawake ambao wanavaa suruali? Ukifanya wewe si dhambi, lakini wengine wakifanya ni dhambi na ni makosa makubwa sana. Lakini afanyapo wewe si dhambi. Ndio Mungu umetuacha kwenye njia pana. Kwenye njia panda atuelekee, kinachoendelea. Tueleze ni nini? Ni ni. Kabla hauja ubidi kingine chochote utie wazi yaliyopo, maana kwa asilimia kubwa imani imani watu kukuamini leo, kwa asilimia zote watu kukuamini kabisa kabisa kumepotea, kwa asilimia kubwa kumepotea. Kwa nini haupendi kutia wazi mambo yaliyopo? Vingine hivyo unamua mu, una tu kujitetea ku, ku, ku mtu wa Mungu unajua maneno mengi sika sika, kwamba eti eti unaongea ukweli? Hapana, hapana, hapana. Unalia ovyo ovyo, unajua, una kulia. Kumbe mu kulia sio, haina maana kwamba tu unaongea ukweli, hapana. Ambacho Pasko unatakiwa ufanye ufanye, kabla ya kuanza kuhubiri, mimi nashauri kwamba tengeneza kwanza yaliyopo, eleza watu ukweli uliopo. Hakuna atakaye kuamini na ambazo kuamini hiyo, ni taila kabisa. Hakuna atakaye kuamini kwa, kwa staili hii ulionayo. Hebu tuangalie video ambayo Pasco amerekodi kwa, tumtazame kwa dakika fupi sana kwanza. Uh -huh. Uh -huh. kwamba huo wimbo ameufanya kwa makusudi. Wimbo huo Pasco ameufanya kwa makusudi, yaani anahubiri injili kwa makusudi, ili kutega ili kuwatega maadui zake kwa asilimia kubwa kwamba ameimba si kwa utukufu wa Mungu? Ah, hapana, ameimba kwa makusudi, kwa lengo la kuwakomoa watu, kwamba kuna vingine ambavyo Paschal watakuwa wanafanya kwa makusudi kulingana na muongozo wa Roho Mtakatifu. Roho yupi? Roho yupi? Kwa kusudi lipi mtu wa Mungu? Makusudi yapi mtu wa Mungu? Ulianza kwa roho, hata sasa unataka kumaliza kwa mwili? Kwa maana huyo sasa haukuhubiri ama haulikuwa haumshukuru Mungu kwa asilimia zote, ulikuwa unaimba kwa makusudi ili kuwakomoa wanadamu. Umeanza kwa roho, kwa mwili unakwenda kumaliza chokonoa kwenye akili yako, natuiza ikuingie. Kuna vitu nitavichokonoa watu duniani ambao ni wafuatiliaji wangu, kuna vitu natamani nivichokonoe nivitikise kwenye akili yako. Nataka kuja na plani mpya ya kukufundisha ili upate kuelewa. Sasa kuwa makini katika mwongozo wa kukufundisha kwa awamu hii. Awamu hii nitakuwa natumia mbinu ya kukuamsha mahala ulipolala, isitatumia skills kama niliyoitumia miaka ya nyuma. Ninaelewa kabisa Tanzania hii na dunia imeinspire wa wachungaji wengi wainjilisti wengi vijana wengi wa mitandao. Paschal, hatuhubiri kwa, kwa sababu tuna experience ya kuhubiri, hatuhubiri kwa sababu tuna skills ya kuhubiri. Hatuhubiri kwa sababu tuna experience kwa ambao, hatuhubiri kwa sababu tumezoea kuhubiri. Hapana, hatuhubiri kwa kuwa tuna uzoefu wa kuhubiri. Hapana, hatuhubiri kwa sababu tunasikiza kuhubiri. Hapana, tunahubiri iliyo kweli kulingana na ambao maandiko yanasema. Tunahubiri kulingana na mwongozo wa Roho Mtakatifu na shauku na shauku, kuhubiri kwa sababu tunasikiza kuhubiri. Hapana, ah, Wagalatia 3:3, tunaenda hapo haraka haraka sana. Nasoma kwenye simu shata dhambi. Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni kweli, ni, ni bure kweli, basi yeye awapae roho na kufanya miujiza kati yenu. Je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia ku, kuna, kuna, kuna kutokana na imani? Je, baada ya kuanza kwa roho mnataka kukamilishwa ama kukamilisha ama kumaliza kwa mwili? pasoko pasko, kwa asilimia kubwa, kama ulikuwa wa kweli na kama ulikuwa ulianza kwa Roho lakini kwa asilimia zote unataka kukamilisha kwa mwili? Mbona sifesana. Wimbo ulioimba mmejaa dunia. Mavazi ambayo nayavaa ni ya kisanii, kukisanii wewe Pasco, siyo mlemavu, mlemavu wa macho, lakini wakati naona, wakati unahubiri unatuvalia madineti usanii. Pasco si mlemavu wa macho, na ambapo unavaa dineti si ya macho, ni ya usanii. Unavaa kisanii, unavaa kisela, unavaa kisela sana, unavaa kisela sana unavaa kana kwamba si mhubiri, unavaa unajirahisisha, mtu wa Mungu. Hapana, hapana, kuna mambo ambayo unatakiwa uyarekebishe kabla ya kuanza kuhubiri tena. Sio tu unakuja una, una, una tu unaanza kuhubiri au wakati, wakati bado kuna vingi sana ambavyo hauja kabisa kusemezwa, ni vingi sana, ni vingi sana ambavyo Paschal hauja vitengeza kwa asilimia kubwa, alafu unakuja wewe ni mnafiki kwa asilimia zote. Utaonekana kuwa ni mnafiki kwa asilimia kubwa. Hakuna mtu atakuamini, aliye na akili timamu atakuamini wewe Pasco. Lazima, lazima mtu wa Mungu utengeneze. Utengeneze. Sipendi kuongea sana. Lakini, Pasco ulipo huku uliko uliko, Mungu ajua, unajua tumekwenda mbali sana, tumekwenda mbali sana. Unatakiwa kuonesha wazi ili kunipitia hapa na hapa hapa na hapa viishe, viishe kuliko ujinga. Bona ufanya kila siku tongo? Hapana, enough enough. Lazima iwe na mwisho. Spe kuongea sana. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni akiwa katika mazingira ya pori anasema, tengeneza njia yako na matendo yako, Yesu anakuja, muhukumu wake kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake. Anakuja na ujira mikononi mwake kumlipa kila mmoja sawasawa na matendo yake. Hii hey! ndiyo maana ya neno mara na saa amen.